Kwa siku ya pili, wananchi wameendelea kutoa hisia zao kuhusu mswada wa hazina ya maeneo bunge NG-CDF na wawakilishi wa kike NG-AAF pamoja na utendakazi wa maseneta. Katika kaunti ya Nyamira, Kisii, Bungoma, Nandi, Nakuru na Nyeri, wakazi hao wameshinikiza wabunge kuhakikisha kwamba fedha hizo zinasalia ili waweze kunufaika. Marian Nyambura anaarifu mengi Vikao vya kukusanya maoni kutoka kwa wakenya kwenye maeneo bunge 290 kote nchini right. kuhusu hazina ya NG-CDF vimeendelea kwa siku ya pili hii leo, wakenya wakijitokeza kutoa maoni yao katika kaunti ya Kisii. So, hii pesa kwa katiba inamaanisha Pesa yako inafanya nini? Inakuja na unafanyia Wakenya kwenye maeneo tofauti wakieleza umuhimu wa hazina ya NG-CDF na manufaa walioona tangu hazina hiyo kuanzishwa mwaka elfu mbili na tatu. Mimi ndio nasaidiwa na hii CDF. Nikisikia mwalimu akiongea mambo ya pesa ya zule, na mwambia mimi sina pesa, nakimbia CDF na jaza fomu. Labu nasaidiwa. So, pendekezo langu ni kwamba hizo pesa kwanza ziwekwe kwenye katiba, hiyo ni sheria. Na pia tunaomba sana hizo pesa ziweze kubaki kwa national government. Nao wabunge ambao wanaendeleza zoezi hili kwenye maeneo bunge yao, wakiunga mkono mapendekezo ya kuweka hazina tofauti kwenye sheria. Mkipitisha vile mmepitisha hapa leo, kazi yangu ni kukucha kwa bunge, ikikucha kule, sisi wabunge tunapitisha hapa kwetu hakuna kasi county county county government hata hata unaweza kuonyesha hata sindano peke yake because now he is is uh, there to to to to to to oversee oversee the the the the the the the governor governor but it it doesn't have the means and ability to oversee the governor. so other than just getting money from from Nairobi to make make sure sure it gets gets to the county, how it is spent from the county to make sure that the fund gets to the intended purposes he had he doesn't have the ability keto yalitolewa kuhusu hazina ya seneti. Naiunga mkono CDF lakini pia nina maoni ya kwamba basares zote, kuanzia ya gavana, ya women rep, ya, ya, ya mp eh, na national government ziunganishwe tuwe na free primary and secondary education. Zoezi hilo litakamilika Jumatano. Meria Nyambura, runinga ya Citizen.